Niombe sana wananchi wote wa mkoa wa Katavi na wadau wake kuunga mkono mikakati na jitihada mbalimbali zinazofanywa na wahifadhi wetu katika kutunza mazingira, kuhifadhi mali asili zetu zote tulizo nazo ndani ya hifadhi hizi na nje ya hifadhi zetu, kwani huo ndio urithi wetu na urithi wa vizazi vinavyokuja na kwa maana hiyo ni waombe pamoja na kushiriki kwenye kuhifadhi, kila mwananchi wa mkoa wa Katavi vipande kuja kutalii hapa Katavi National Park. Utakuwa umepumzisha akili, utakuwa umeona vivutio mbalimbali, lakini utakuwa umemshukuru Mwenyezi Mungu kwa saili mkubwa tulionao ndani ya Katavi National Park yetu. Lakini elekezo lingine kwa wahifadhi wote ni kwamba tushirikiane kwa pamoja kudhibiti na kukomesha vitendo mbalimbali vya ujangili eh, na uharibifu wa mazingira ambayo vinatokea na vina athari kubwa, kwa maana ya hifadhi zetu. Tunayo matukio machache ya majangili wanaoingia kwenye hifadhi hii na kufanya uharibifu kwa wanyama wetu mazingira yetu, tusiziana kwa pamoja kuhakikisha kwamba tunakomesha vitendo hivi, na sisi ni wahakikishie kwamba tutaendelea kusimamia sheria zinazosimamia hifadhi kwa kushirikiana na kuelekeza wenzetu wa TANAPA kuhakikisha hilo linatokea. Tusikubali hifadhi hizi kuharibiwa na watu wachache wasiotutakia mema. Tushirikiane kuzihifadhi kwa maendeleo na utalii endelevu. TANAPA, kuanzia makao makuu mpaka hapa tulipo Katavi National Park, bado mnayo kazi kubwa na ajika kufanya jitihada ya dhati kabisa ya kuendelea kutangaza mbuga yetu hii ya Katavi National Park. Mbuga hii imetimiza miaka hamsini tangu kuanzishwa kwake, sasa mnao wajibu wa kuhakikisha kwamba Katavi National Park inatangazwa kwa nguvu kubwa kabisa na kuweza kupata watalii wa, wa kutosha. Kama nilivyotangulia kueleza, serikali imewezesha mazingira yote na mazingira yote ni safi na salama kwa uwekezaji katika sekta ya utalii. Kwa hiyo hakuna sababu yoyote ya kuendelea kushindwa. Tuiache historia iliyopita sasa, tutazame mbele tunapokwenda, kwa matumaini makubwa, lakini kazi hii lazima ianzishwe na mwenye shamba si ndio? Yeah. Kwa hiyo, TANAPA mna kazi kubwa ya kufanya. Sisi upande wa serikali ya mkoa tuko tayari siku zote kuhakikisha kwamba watalii wanaongezeka, lakini na nyinyi lazima kupula ya yasosi kuhakikisha kwamba tunakwenda pamoja katika swala hili la kuongeza utalii hapa Katavi National Park. Kuanzia sasa, nitataka kwa kuona mikakati thabiti inatengenezwa inawekwa sawa sawa na inatekelezwa ya kuhakikisha kwamba

inafanyiwa kazi kikamilifu. Kwa hiyo tutasimama naniye kisogoni kuhakikisha kwamba swala hili tunawasukuma mweze kulifanya naliwe katika hali ya kuridhisha. Hatuna sababu yoyote ya kukwama, wananchi wetu wapo, wana ari kubwa. Mwenyewe mhifadhi umekiri hapa kwamba ingekua, mwaini, fanya, hamasa hii ya wiki moja au wiki mbili umepata watalii zaidi ya mia mbili hamsini na saba. Hiyo inatupa picha kwamba ingekuwa kila mwenzi tunafanya hamasa huenda tungepata kubwa zaidi ya hii kwa kila mwezi, na kujihakikishia kwamba tunaongeza idadi ya watalii wa ndani na wa nje wanaokuja katika mbuga zetu hizi. Wote tunatambua kwamba utalii ukifanyika, fedha zile zinaingia kwenye mifuko ya serikali na zinakwenda kutuletea maendeleo ya aina mbalimbali. Kwa maana hiyo sisi kwetu kisha ni kipaumbele kikubwa sanafa tushirikiane na mwanamke katika kuhakikisha Katavi National Park inatangazwa sawa sawa ndani na nje ya nchi na inapata watalii wa kutosha.